Taarifa ya dharura. Papa Mtakatifu Francisco afariki dunia akiwa na umri wa miaka 88, Jumatatu tarehe 21 Aprili mwaka 2025. Papa Francisco amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 88, Vatican imetangaza. Alihudumu kama askofu wa Roma na kiongozi wa Kanisa Katoliki tangu mwaka 2013 baada ya mtangulizi wake Papa Mtakatifu Benedikto wa 16 kujiuzulu. Kifo chake kimetangazwa na Kardinali Kevin Farrell katika taarifa rasmi ya Vatican, na nukuu: ndugu wapendwa, kwa huzuni kubwa natangaza kifo cha Baba Mtakatifu Francis saa moja na dakika 35 asubuhi hii. Askofu wa Roma Francisco amerudi kwa nyumba ya Baba. Maisha yake yote yalitolewa kwa huduma kwa Bwana na kanisa lake Alitufundisha kuishi thamani za Injili kwa uaminifu, ujasiri na upendo wa wote, hasa kwa ajili ya maskini na waliotengwa. Kwa shukrani kubwa kwa mfano wake, kama mwanafunzi wa kweli wa Bwana Yesu, tunakabidhi roho ya papa Francisco kwa huruma isiyo na mwisho ya Mungu aliye mmoja na wa Utatu. Mchakato wa uchaguzi wa Papa mpya, Conclave, anavyopenda kuita mhadhiri wa chuo kikuu cha Tangaza, Bwana Peter Francis Mroki, ufanyika kati ya siku 15 hadi 20 baada ya kifo cha papa. Historia ya afya ya Papa Francisco. Katika miaka ya hivi karibuni, alikumbwa na changamoto nyingi za kiafya. Mnamo Februari 14 alilazwa hospitalini kutokana na bronchitis. Baadaye aligunduliwa kuwa na pneumonia kwenye mapafu yote mawili, akaongezewa damu kutokana na upungufu wa platelet. Tarehe 22 Februari, hali yake iliripotiwa kuwa mbaya akiwa anahitaji oksijeni ya kiwango cha juu, na siku iliyofuata aligunduliwa pia na tatizo la figo. Maelfu walikusanyika katika uwanja wa Mtakatifu Petro kumwombea. Alitoka hospitalini Machi 23 baada ya siku 38 za kulazwa, akatoa ishara ya kidole cha dole gumba kutoka kwenye roshani ya hospitali ya Jemeli. Madaktari walieleza kuwa Angeendelea kutumia oksijeni na dawa huku akiendelea na tiba ya mazoezi ya kupumua na mwili. Maisha ya Papa Francisco. Papa Francisco aliyezaliwa mnamo mwaka 1936 kama Jorge Mario Bergoglio alikuwa papa wa kwanza kutoka Amerika Kusini. Alijulikana kama papa wa watu kwa kusimamia haki za maskini, wakimbizi na waliotengwa. Mnamo mwaka 2016 aliosha miguu ya wakimbizi wa dini mbalimbali kama ishara ya unyenyekevu. Alijitokeza katika masuala mbalimbali kama mabadiliko ya tabia nchi, usawa wa kiuchumi na nafasi ya wanawake kanisani. Kauli yake maarufu kuhusu jumuiya ya LGBTQ ilivuma sana. Kama mtu ni shoga na anamtafuta Mungu kwa nia njema, mimi ni nani ni mhukumu? mwisho wa nukuu. Hata hivyo, Aprili 2024 alisaini hati ya Dignitas Infinita iliyosisitiza msimamo wa Vatican dhidi ya kubadili jinsia, sarogasi wavyaji mimba na utanasia. Waumini wapatao bilioni moja nukta nne duniani kote wanamwomboleza kiongozi huyu wa kipekee aliyeacha alama ya huruma, haki na mageuzi katika Kanisa Katoliki. Upumzika kwa amani Baba Mtakatifu Francisco.